Katika historia ndefu ya kiroho na maandiko matakatifu jina Gabrieli linaandikwa kwa heshima kuu. Ni moja wa malaika wanaojulikana sana, si tu kwa Ukristo, bali kwa Uislamu na Uyahudi. Jina lake lina maana ya Mungu ni nguvu yangu, ishara ya mamlaka na utume wa mbinguni. Anaonekana kwa nabii Danieli, akimweleza maono ya siku za mwisho anaonekana akiwa na mwanga wa mbinguni akifunua mafumbo ya unabii, lakini tukio lililompa sifa kuu ni lile la kuja kwake kwa Mariamu bikira wa Nazareti. Katika Luka sura ya kwanza, Gabrieli alimwambia Mariamu kwa sauti ya upole, salamu uliye jana, Bwana yu pamoja nawe, utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Yesu. Mara nyingine tena, katika Uislamu Gabrieli anajulikana kama Jibril, malaika aliyemletea Mtume Muhammad ufunuo wa kwanza kutoka kwa Allah katika pango la Hira. Kwa hivyo Gabrieli amekuwa daraja la kiroho kati ya mbingu na dunia katika dini kuu tatu za ulimwengu kwa maelfu ya miaka. Simulizi za Gabrieli zimekuwa zikisomwa, zikiimbwa na kufundishwa. Ni malaika wa mawasiliano, ujumbe wa matumaini na sauti ya Mungu kwa wanadamu. Leo bado jina lake linatamkwa kwa heshima kama alama ya nuru kutoka juu. Huyu ndiye malaika Gabrieli, Malaika wa nuru na sauti ya mbinguni. Gabrieli situ malaika wa ujumbe, bali daraja kati ya mbingu na dunia, mjumbe wa nuru, sauti ya Mungu kwa wanaadamu.